Sekta ya maji kazi kubwa imefanyika, na mimi niseme eh, kwa mkoa wa Mbeya wilaya ya Chunya ndio wilaya ambayo upatikanaji wake wa maji 2020 eh, ilikuwa chini ya asilimia 27. Eh, kwa kweli tulikuwa napata maji kidogo sana, kila mahali ukipita ilikuwa ni kilio cha maji, hasa huko vijijini kwenye makata, kila mahali ukipita ni kilio cha maji, lakini leo ninapozungumza na nyinyi, nina furaha kusema kwamba tumetoka kutoka kwenye asilimia saba upatikanaji wa maji tumefikia asilimia 48. Ni hatua tumepiga hmm, tu hatua tumepiga ingawaje bado hatujafikia ile kiu ya mimi ambayo natamani nione wanachunya wanapata maji. Na mimi niseme kwenye, kwenye, kwenye upande wa maji eh, kule mfano kata ya Ifumbo tuwe nilienda nikaenda kuzindua mwenyewe mradi wa maji tulifadhiliwa na shirika CRS. Leo watu wanapata maji masaa 24 haya kwetu ni mafanikio makubwa sana. Tupata fedha zaidi ya milioni mia, mia nane na hamsini, watu wanakunywa maji masaa ishirini na nane na hatua sasa hivi tunayo. Kwenda sasa hivi tunaenda kuchimba kisima Lupa Market na wananchi wa Lupa Market kule mpaka Kasanga kule na mabomba waweze kupata maji. Hii si kwetu, tumepiga hatua eh. Chalangwa mradi ulikuwepo miaka mingi, tuliwapa zaidi ya milioni mia, wakaenda kuongeza kwenye chanzo na ku, usambazaji huku, na wao ile changamoto ya maji imepungua kiasi kikubwa hmm? Kata ya, ya, ya Sangambi mtakumbuka, kupitia, kupitia wakati Mama Samia anaingia madarakani alitupa zaidi ya milioni mia tano na tatu tukaenda kuzindua ule mradi ilikawa ni chachu leo Sangambi mjini watu wanapata maji muda wote eh, Majengo watu wanapata maji muda wote, lakini hatukuishia hapo tu eh, mwaka jana tukaenda kuchimba kisima eh, Shoga. Leo mradi wa maji Shoga huko pale watu wanakunywa maji Eh, tumechimba kisima Dendeluka na chenye tunakwenda kwenda kutekeleza, lakini tukuishia hapo kwenye kata ya Sangambi, tulienda kuchimba kisima kwa maana ya kijiji cha Igundu. Leo kijiji cha Igundu wanakunywa maji muda wote. Tumepeleka mpaka kitongoji cha Isoko na sasa kazi ambayo inaendelea ya, u, ya, u, ya ulazaji wa mabomba kutoka kijiji cha Igundu kupeleka kijiji cha Godima. Eh, haya yote ni mafanikio ambayo sisi eh, tumeweza kuyafanya. Kata ya Matunas, kuna changamoto kubwa kwa, kuna kilio pale kikubwa sana lakini, tuliweza kwenda pale tukachimba kisima cha maji, watu walipata maji mengi ya kutosha. matunda si wanakunywa maji matunda si matunda sibi kisimani kule watu wanakunywa maji. Matondo wana maji mengi kuliko watumiaji. Sasa haya yote haya sisi tume tume tume tume tume tume, tume, tumeifanya hii kazi, wananchi wananufaika. Mji mdogo wa Makongorosi pale tulipata mradi wa maji zaidi ya bilioni 2.8, na mheshimiwa rais alikuja kuzindua ile mradi, kwa kweli kazi kubwa tuliyofanya eh, na ninapozungumza na nyinyi tuliomba zaidi ya milioni 500 tuweze kuextend eh, awamu ya kwanza tupata milioni mia, ambapo tuwapeleka maji Mwaoga, mabomba yameshalazwa kwenda Mwaoga, eh, Ujerumani tunawasambazia, tuna maji ambao tutapelekea mpaka na Mkola, na sasa hivi tunapozungumza tupata milioni mia nyingine ile mradi wa maji pale uweze kuendelea na wananchi waweze kunufaika. Kwa tunaendelea eh, tunakwenda hivyo. Tumechimba visima Upendo, Lupa tulichimba kisima, mradi wa maji umekamilika na mwenge uliopita mwaka jana ulizindua. Na mimi niseme kama Lupa, wewe una shida sana ya maji. Wananchi walikuwa wananunua ndoo ya maji shilingi 500 huku mitaani, lakini leo wananunua ndoo ya maji shilingi 25, eh? na tumepata fedha za kwenda kusambaza ule mradi wa maji na, ku, na kuongeza kisima kingine kimoja, ili mji wa Lupa ndani ya muda mfupi, changamoto ya maji iweze kwenda kupungua. Tumechimba eh, kisima mtanila pale mradi unaendelea kujengwa, tayari zile tawa za kuweka tenki zimeshajenga, pump house imeshajengwa tayari. na mradi na imani, mwezi wa tatu mwishoni au mwezi wa nne hii, wananchi wataweza kunufaika. DP zile zimeshajengwa tayari mm. Vivyo hivyo, kwa maana mradi wa mafieko eh, tulichimba visima viwili pale mafieko pamoja na bitimanyanga, na kwa maana pump house pamoja na tenki tawa zimeendelea kujengwa. tumechimba kisima ma... kambi katoto na e, pump house imesha imeshajengwa, tower zimeshajengwa tayari, tunasubiri matenki tu. Mabomba ya kusambaza mtaani yamesha kwenda tayari yako kule eneo la tukio Mazimbo kwenye, kwenye, kwenye mradi wa maji wa Matwigo phase 3 mabomba ya maji yameshakwenda kwenda tayari, kama wiki mbili zimepita. Kwa hiyo Matwiga kwenye, kwa maana vijiji cha Matwiga na Isangawana mradi ulikwenda kwa maana awamu ya kwanza, wananchi waendea kupata maji kwa hiyo tumeweza kufanya kazi kubwa sana kwenye upande wa Ruwasa kwa maana ya vijijini e, ingawaje changamoto ndogo ndogo zipo haziwezi zikakosekana, e, kuhakikisha kwamba maji na flow ya maji iweze kwenda vizuri zaidi. Mimi nitoe tu mfano, tuichimba kisima Itumbi maji yakapatikana vizuri, ikafanyika pampu test, lakini wakati tunataka tu tukatekeleze mradi tukakuta wananchi wenye nia mbaya wame, wameenda kuingiza mawe kwenye, kwenye kile kisima. Sasa haya ni wananchi wanahujumu miradi ya serikali, lakini si wanahujumu serikali, wanajihujumu wana wao wenyewe kwao na tuhujumu sisi, sasa leo tumekwama kuendelea. Tukaenda kuchimba kisima kingine tukakosa maji, kwa hiyo tunaenda kufanya survey kuona namna ambavyo tutaweza kupata eneo ambalo lina maji mengi na ya kutosha, ili tumbe tuweze kupata maji. Na kupitia hili, natoa wito kwa wananchi, hii miradi ni ya kwao, waibebe eh, wailinde na bahati nzuri baada ya miradi kuwa imekamilika vile vyombo vya watumia maji ni vya kwao wao wenyewe, wanachaguana. Kwa hiyo waione hii miradi ni ya kwao, wailinde kwa wivu mkubwa, kwa sababu inatatua changamoto zao. Mtakumbuka ati mimi naingia madarakani hapa Chunya mjini kuna shida kubwa sana ya maji sana. Ingawa shida haijakwisha, lakini angalau sasa imeweza kupungua. Mimi wakati naingia madarakani tulikuwa tuna visima kumi, lakini kwa inafanya kazi visima ilikuwa ni visima vitatu. Kila mahali kwa ni kilio cha maji lakini tumeweza kupambana kuhakikisha kwamba katika vile visima kumi, visima tisa vinafanya kazi leo hii. Ile changamoto kubwa ya maji imepungua, imepungua lakini bado shida ya maji ipo Chunya mjini, na tunawashukuru pia wadau ambao wameweza kuchimba visima, wako wengi hapa Chunya mjini, wamepunguza sana ile hadha ya maji. Kwa hiyo na sisi tunatoa wito kwa wananchi kwamba serikali ya awamu ya sita, Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan inaendelea kupambana kuhakikisha kwamba ule mradi mkubwa wa maji ambao utaikomboa Chunya, ambao unajulikana kwamba mradi wa maji wa miji ishirini na nane unakwenda kuanza kutekelezeka na wananchi waweze kunufaika. Mtakumbuka hapo katikati mradi huu umesimama kwa muda, kwa sababu chanzo cha maji ambacho wao itaka wakitumie kwa maana ya visima vile virefu sisi tulikataa, na Chunya na mimi nikawa kiongozi wao, kwa sababu alinituma kutokana na historia ya visima vya maji hapa Chunya, baada muda fulani, huwa maji yanapungua sasa kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo, tuliona hii haitaweza kutusaidia, tukaenda kwamba tupate maji ya uhakika kutoka Mbea vijijini, mto Gwaziva. Kwa kweli, wataalamu walifika na viongozi kadhaa wakaao, wakaona wakaona kuna maji ya kutosha, hivyo ile plani ya mradi ikawa imebadilika na gharama ya mradi ikawa imeongezeka. Hivyo serikali imetuashua kwamba ipo kwenye hatua za mwisho na wakati wote mradi huu utaenda kutekelezeka na tunapoyasema haya mafanikio kwenye upande wa Ruwasa tumezungumza huko, ile asilimia kubwa ni kutokana na kutokana na wao, lakini lazima tumshukuru huyu kaimu injinia wa maji, injinia Oleneo Sanga kwa kweli amefanya kazi kubwa sana. Amekuwa mbunifu, anajituma, lakini anapatikana mda wote kwa kweli. Kazi ambayo amefanya kwa Wanachunya, hasa kwa maeneo ya huko vijijini, ni kazi kubwa sana. Lakini hata hapa Chunya mjini, ndugu yangu Chamsa naye injinia kwa kweli naye amefanya kazi kubwa. Haya tunayosema ama amepunguza na kuongeza kutoka visima vitatu ambavyo vilikuwa vinafanya kazi ambavyo vilikuta mpaka sasa hivi zaidi ya visima tisa, na, na angalau zimepungua hizi ni kwa sababu ya, ya injinia Chamsa naye ameweza kufanya kazi kubwa sana. Kwa kweli eh, la tu wanasema mnyonge mnyongeni haki yao, tuwa, tuwape na tusisubiri mpaka watu wasipokuepo duniani ndio tuwape sifa zao. Vijana wetu hawa mainjinia wamefanya kazi kubwa, tunawapongeza kwenye upande huu upande wa maji, ingawaje tunaendelea kuwaambia kwamba kazi kubwa sana inahitajika kwa shamba. Maji ni uhai, na ile kauli mbiu ya mama yetu Samia Suluhu Hassan ni kwenda kumtoa mwana mwanamama ndoo kichwani inatimia kwa vitendo, lakini pia kwa miradi ambayo inaendelea ambayo ni miradi mitano yenye thamani ya bilioni mbili, tunategemea tutatoka katika asilimia hamsini na sita mpaka asilimia sabini, lakini kipekee kabisa Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kupitia ununuzi wa mitambo ya kuchimba visima, mpaka sasa kwa wilaya ya Chunya tumechimba visima ishirini na tatu toka kupokelewa kwa mtambo, kikiwepo kisima hiki ambacho kwa siku hii ya leo tunaenda kuweka jiwe la msingi. Na katika visima hivyo ishirini na tatu tumechimba katika vijiji kumi na tisa. Kwa hiyo mnaweza mkaona katika vijiji arobaini na tatu vijiji kumi na tisa vimeweza kufikiwa na mtambo wa uchimbaji wa visima ambavyo Mheshimiwa Rais alinunua. Lakini pia kwa mwaka ishirini na nne ishirini na tano mpaka sasa tunapoongea mwezi huu Februari, tumeshakamilisha jumla ya miradi mitano. Hivyo ukiangalia miradi mitano inayoendelea na miradi mitano iliyokamilika, kwa tafsiri ambayo tunaenda kuipata kwamba Mheshimiwa Rais alitoa fedha kwa ajili ya kujenga katika vijiji kumi na vijiji vitano tayari vimeshakamilika na vinapata huduma kikiwepo hiki kijiji ambacho tuko hapa. Kwa kitu ambacho naomba niwasihi, tunakuja kufunga mifumo ya kutibu maji hapa, haya maji yatakuwa salama. Nafikiri mnafahamu ugonjwa wa kipindupindu, mtaondokana na ishu ya kipindupindu. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama wananchi tuhamasike, ili tuweze kama ambavyo tunashiriki kwenye shughuli za maendeleo ambazo mheshimiwa mkuu wa wilaya amewasifia sana hapa. Pia tujitokeze kwa wingi, wale watakaoingiza maji majumbani tutakuwa wa mfano kuliko maeneo mengine yote, kwa sababu sio tumejenga hapa tu. Miundombinu kama tunaenda kujenga kwenye maeneo nane kwa wilaya yetu. Lakini kungu, tukipata wateja hata mia moja tutakuwa sisi tumevunja rekodi. Kwa hiyo mimi ni wasi sana, na sisi tupo hapa kwa ajili yenu, pale changamoto zote zitakapotokea tushirikiane, na si vile kama vile maji yanavyotoka. Nafikiri mheshimiwa rais mlisikia. Tone la maji lina thamani kubwa sana. Kwa maji kama yale tunavuna mbali tunakuja kuyapoteza hapa. Kwa hiyo nayo haifai. Mheshimiwa Rais pia akipita kaona maji yanavuja, alafu watumiaji hawapo, pia naishi kama ameleta mradi sehemu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo mimi ni wasi sana niwaombe, lakini la mwisho kwenye hivyo vijiji kama vya Majengo na Magunga, Magunga ipo kwenye mpango wa kuchimba kisima pale. Ila Majengo nafikiri mnafahamu tumekuwa tukishirikiana, kulikuwa na kisima pale nimekuja mimi nimekitengeneza robo iliyopita. Kilikuwa cha cha mdundiko hivi, kilikuwa kifanyi kazi. Leo msika miaka miwili mitatu, tulikitengeneza kile, lengo wananchi wapate huduma, na naimani mpaka sasa kinafanya kazi. Kwa hiyo pale majengo hatutaweza kuchimba kisima kingine, isipokuwa tunataka tuangalie, tukipime uwezo wa kile kisima, kama kina maji mengi kama kilivyo cha mkungungu, tuje tufanye aina ya mradi kama huu hapa. Ila kwa kule magunga tutachimba kisima moja. Ninawashukuru RUWASA meneja ukiongozwa na Bwana Sanga kwa kuweza kuhakikisha kwamba maji Kasanga yanapatikana. Tunashukuru sana, lakini tunasema tukianzia serikali kuu kwa Mama Samia ameupiga mwingi kwenye kata ya Kasanga kuhakikisha maji yanapatikana asilimia mia moja. Lakini sitamwacha mbali Mheshimiwa Masate Kasaka ambaye ndiye mbunge ambaye yeye ndio anatuwakilisha kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya mradi wa maji upatikane kata ya <coughs> lakini na mimi mwenyewe ambaye mnanituma halimashauri hiyi, nikaseme kero zetu ambazo tunazipata kwenye kata hii, na ndiyo maana maji mnayaona kata kasa. <coughs> <coughs> Lakini niwashukuru sana wadau wa CRS kwa kazi kubwa ambayo umetusapoti kwenye kata hii, ni kwa sababu tuna ushirikiano mzuri serikali na wadau. Ninyi tunawashukuru sana. Hivi ninavyozungumza Soweto tumetekelezewa, lakini na Mawelu mradi unaendelea, mitaro inachimbwa, unasema kata ya Kasanga tumeshanufaika na mradi Lakini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 Chuo cha VETA Chunya kiko katika halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya na ni chuo ambacho kilianza kufanya utekelezaji wa utoaji wa mafunzo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Chuo cha VETA Chunya kimejengwa kwa kuwekewa miundombinu ya kuweza kuwezesha kutoa mafunzo ya fundi stadi katika fani kubwa sita. Fani ya kwanza ni umeme wa majumbani lakini fani ya pili ni ufundi washi. Fani ya tatu tunasema ni uh, ubunifu ushonaji na teknolojia ya nguo, lakini tuna uchomeleaji wa vyuma, ufundi wa magari pamoja na uhazili au sekretari. Ni mwanafunzi katika chuo cha VETA cha Chunya naachukua fani ya umeme. Ningependa kuwashauri wenzangu ambao wako nje, vijana ambao hawana shughuli za kufanya wanaweza wakaja hapa Chunya wakajifunza. Tusikae tu kusema tusubiri kuajiliwa na serikali, ajira zipo, tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe, sababu kwa ujuzi tutakaopata hapa utatusaidia katika maisha ya mbeleni na tunaweza